bomoka pangika katika kauli ya kutenduka panguka ziba katika kauli ya kutendua zibua yaandike maneno yafuatayo katika kauli ya kutendesha jua kutendesha ni juvya loa kutendesha ni lovya Chocha katika kutendesha ni chovya. Takata katika kutendesha takasa. Pukuta katika kauli ya kutendesha pukusa. Lewa katika kauli ya kutendesha levya. Nane. Kitenzi fumbata kiko katika kauli gani? Kauli ya kutendata. Tisa. Nyambua kitenzi ota kama kinavyotokea katika kirai ota ndoto, ili tofauti tatu zitokeze. Nitarudia, nyambua kitenzi ota kama kinavyotokea katika kirai ota ndoto, ili tofauti tatu zijitokeze. Kwa hivyo, kwanza unanyambua, kuna otea ndoto, otewa wa ndoto oteana ndoto na mwisho otesha ndoto. kumi. vinyambue vitenzi hivi katika kauli ya kutendesha. Nata inakuwa nasa, timia inakuwa timiza, tembea inakuwa tembeza, penda inakuwa pendeza, kaa inakuwa kataza tulia inakuwatuliza. kumi na moja. Andika maneno yafuatayo katika kauli zilizoonyeshwa katika mabano. Imba katika kauli ya kutendesha ni imbisha. Choka katika kauli ya kutendea ni chokea. kumi na mbili. Tunga sentensi sahihi ukitumia fa katika hali ya mazoea. Mtu anayevuta bangi hufa polepole. kumi na tatu. Yaandike maneno yafuatayo katika kauli ya kutendesha. Ogopa katika kauli ya kutendesha ni ogofya. Tokota katika kauli ya kutendesha ni tokosa. Pepeta katika kauli ya kutendesha ni pepesa vyaa katika kauli ya kutendesha ni vyaza. Jaa katika kauli ya kutendesha ni jaza. Kua katika kauli ya kutendesha ni kuza. kumi na nne. Tunga sentensi sahihi ukitumia kitenzi la katika kauli ya kutende, tunga sentensi sahihi ukitumia kitenzi la katika kauli ya kutendwa. Chakula kilicholiwa asubuhi kilikuwa kitamu. La ni pale kwa kilicholiwa, ndiyo kutendwa. kumi na tano. Andika vitenzi hivi katika kauli ya kutendesha. Sikia katika kauli ya kutendesha ni sikiza. Lia katika kauli ya kutendesha ni liza